Kuwa kiumbe wa kawaida. Nataka kutoa senario ya msikiti. Mwenyekiti wa kamati ya msikiti wa wa marehemu shekhe alikuwa meneja wangu mimi, anaitwa Yasini Kigembe, anaambia hivi, Amiri, bajeti ya kuujenga msikiti na fedha tulizokusanya kwa ajili ya msikiti haviendani shekhe. <laughs> Unaendelewa nachakwambiash naam naam naam. Bajeti ya nyumba hii labda ni shilingi milioni hamsini, wao kwenye akiba wana milioni kumi na tano, lakini msikiti unaisha. Tunauzungumzia msikiti upi? Mitunduruni wa Taufiki. Oh, yes. Mama anasema anausema leo uh, kwamba Shekhe mara ya mwisho anatoka pale, bajeti ya msikiti na kilichojengwa cha msikiti havifanani. Kwa hiyo ni sawa na kusema gharama yani iliyotumika ni kubwa kuliko pesa waliokuwa nayo mkononi. Ni sawa kusema, yani kila siku anasema bosi wangu ananiambia, yani tulichokiacha jana na ile tulionayo, nikija baada ya wiki moja nakuta ujenzi umefanyika mkubwa kuliko hela na sielewi na shekhe nikimuuliza, hanipi maelezo ya kutosha. <laughs> Nini manake msikiti saafullah, naweza kusema hivyo kwa sababu huenda vimejenga viumbe vya Mungu. Shekhe, kuna siri pale, adua za shekhe, siri kubwa sana. Wallahi ushuhuda, inshallah siku moja tamtafuta huyo bosi wetu Kigembe, yupo Dar es Salaam atasema, na miongoni mwa wanakamati kabisa, mashaallah ya. Kwa hiyo hiyo ni said pia ya upande wa uadilifu na kupitia kwa Mwenyezi Mungu, lakini niendelee kudadavua kupitia kwa mama shekhe before death alikuwa akiingia swalati la asiri mpaka baada ya swalati la ishai, miezi mitatu kabla ya kifo chake. Na kubwa zaidi, aliisoma khutuba ya mwisho Ijumaa, hajai kusoma more than 20 years, kasoma khutuba leo. Imetumwa gari, haya maelezo ananiambia sasa, muoaji sasa ameituma gari kumfuata shekhe. Shekhe kakubaliana na fundi haya maneno ya mama yangu, aza nakwambia watu wawili <laughs> baada ya Ijumaa kakutana na mama yangu ambaye shangazi yake, anasema anapata, wanapata shida sana kina mama pale kupanda kwa ajili ya kuingia msikiti upande wa wanawake, akamwagiza fundi aje alifanye lile zoezi, hakulifanya kwa wakati mpaka Ijumaa imefika kwa hiyo ikamkera kidogo. Kwa hiyo akaagiza fundi kesho aje asubuhi. Fundi akaja amechelewa, na gari imefika, akamwambia mtu wa gari, sitaondoka na wewe mpaka fundi amalize kukamilisha hii hizi ngazi. Kumbuka alifanya hutuba ya mwisho jana, kama ya bwana mkubwa hutuba Ndo bwana mzee alifanya hiyo ya kusimama kwenye hotuba, sababu kuna a lot ambao aliwaweka na aliwafundisha, walikuwa wanafanya wanafanya hotuba pale. Yeye alisimama Aljuma, Jumamosi anarekebisha zile ngazi, anachukuliwa anakwenda kule. Kilichotokea shekhe, baada ya kusema alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam, hakuongeza shekhe na maana yake alimalizia na kalima tauhidi na alifunga kauli mpaka na Mungu Mwenyezi Mungu anamchukua. Tunaangalia hizi senario zote, jibu lake ni kwamba alikuwa mtu mwema. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Sasa last question una unasemaje, kashaondoka Shekhe Juma bin Hassan Pondo, tunataraji kuona kwamba hayo majambo na historia yote ambazo umezungumza, scenario zote hizo, kuna mtu au kuna kundi la watu pengine wanaendeleza yale mambo, au tunatarajia kuona kama warithi au mrithi wa Shekhe Juma bin Hassan? Wewe unasemaje kuhusiana na hili? Je, kuna mtu ambaye wewe unamtazamia unaona, yes huyu pengine au huenda au ndio ukweli wake sasa ndio anamrithi Shekhe Juma, na unaona alama kwake e, kwenye familia ya Shekhe wema uh, wa Shekhe unaonyesha kwa kizazi alichokiacha. Shekhe hakukaa na watoto wake pekee. Shekhe alikaa na ndugu zake, alikaa na watu wa ndu, watoto wa ndugu zake, tunaita mimi binafsi naita kama nakosea ntasamehewa na, na watu wa, wa dini. Mi huwa naita kama ahli albayt e, ndio watu wa nyumbani, watu wa nyumbani, wale watu walioishi kwa shekhe sijaona akipetuka mipaka hilo, namba moja. Lakini namba mbili, yuko mtu aliyemwachia msikiti pale, anauendeleza hauendelezi kama ambavyo angekuwa shekhe, lakini anauendeleza kwa maana ya kwamba hakuna jina la shekhe litapotea, baada ya kubakia yule bwana. Lakini kwa upande mkubwa wa kifamilia, familia hii ni familia ya dini, familia ya kichamungu, ni familia ambaye inaheshimika mpaka leo kwetu Singida. Lakini kubwa, sisi kama wana familia, wana Singida, tuna haja ya kufanya jambo kubwa kwa ajili ya kumkumbuka shekhe. Tufanye vitu viwili vikubwa. Namba moja ni kutengeneza documentary ambaye itauelezea ubora, wema na mapito ya shekhe. Haitoshi tu kuelezea documentary ile, lazima iwe kama fundisho kwa baadhi ya viongozi kupita katika njia alizopita shekhe. Mshanaelewa, shekhe wangu yeah. ili tuone, ni kwamba ali ni wapito sahihi, lakini hilo halitoshi. Lazima dokumentari hii isaidie familia financially. Shekhe alivyoondoka kuwacha kitu sema, ana majumba zaidi ya msikiti na nyumba alishoishi familia yake. Ana familia, ana mke bado yupo, ana watoto bado wapo. Lazima wafaidike na kile ambacho shekhe alikuwa nacho mba alichomjaalia through documentary hiyo s sid t wadogo zangu waliniambia kwamba tuna haja ya kuanzisha foundation ambayo itasimamia yale ambayo alipaswa kuyafanya shekhe, kama angekuwa hai. Miongoni mwayo ni kuwa na hafidhi al-Quran, na kufundisha vijana wa tajwid kwa ajili ya kuendeleza sasa hilo haliwezi kupatikana from nowhere, lazima lipatikane kupitia kwenye fedha. Tutapataje fedha? Ndio ishu ya documentary na kutengeneza dina, kuna ile raising fund, tutakuwa tuna dina, dina gala, si kitu gani, najua tutengeneze. Tutaona baadhi ya viongozi ambao watatusupport ili kupatikana fedha kama kianzio kwa ajili ya kuanzisha hiyo foundation lakini baadaye tutaendelea kutafuta wafadhili kwa sababu nia ya msingi ni kwamba kuwe kunaanza stage one mpaka stage ya juu, at least elimu ya vyo vikuu upande wa dini. Lazima ni gharama kubwa. Uh, it could be worth more than billions of money. Sisi kama familia, sisi kama Wanasingida, kwa uwezo wetu wa, wa uchumi mdogo, hatuwezi peke yetu lazima tutafute sapoti kupitia kwa wadau ambao wakitusapoti kwenye hili, hii ndio itakuwa njia bora zaidi ya kumwenzi Shekhe Juma Hasan Pondo. Unahisi kwenye familia ya Shekhe Juma, namaanisha watoto, kutoka mtoto wa kwanza mpaka mtoto wa mwisho, ni nani anaweza kuwa ni ikon ya Shekhe Juma bin Hasan uh, family hii? Mimi nina, na wadogo zangu wawili wa kiume ambao na na kuwa na, na interact nao yuko Hassan na Ali ha Ali na Hassan ni wazuri sana kwenye mambo ya dini wote, lakini bahati mbaya Ali amebanana na mambo ya kazi, yaani mtumishi wa, wa serikali na yuko kwenye posti ngumu sana, si muda wote atapatikana, lakini Hassan ana uwezo wa kukaa upande huo. Kwa maana hiyo familia itakayemwona nani wa kushika mikoba, sisi wadau wengine tutasapoti. Mimi sio msemaji kwenye hilo shekhe. <laughs> Mashallah, mashallah, nina ninashukuru sana Bwana Amiri kuyasikia haya kwako, na wallahi Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Mwenyezi, eh, Mungu akulipe kila la kheri inshallah. Ndugu yangu nilikuwa naye bwana Amiri ni katika family members, lakini kadhalika ni, ni, ni mwanafunzi wa shekhe Juma bin Hassan Pondo yote kujaribu kuzungumza juu e, ya ile nuru ambayo ilizima lakini haikuzima tu. Ile nuru iliacha mwanga still bado upo hai mwanga huo mpaka leo. Tumefahamishwa kuhusiana na story nzima ya Shekhe Juma bin Hassan Pondo, maisha yake e, kabla ya kifo na yale yaloendelea baada ya kifo, lakini pia ana watoto e, kuna Khadija ambaye e, ameolewa na bwana Juma bin Ahmed ambaye naye na pia ameelezea kwake, lakini kuna mtoto wa pili ambaye ni Hassan na hasani huyu wengi wanamwona kama ni mtu ambaye kwa sasa yeye ndo anaonekana kashika zaidi yale ule mwenendo wa mzee. Kwa hiyo binafsi e, tutarajie kuiona ile nuru ya Sheikh Juma bin Hassan Pondo inaendelea katika maisha ya sasa. Lile jina la Mpondo still bado linaendelea li, tulikuwa na Juma Hassan Pondo, sasa hivi tuna Hassan bin Juma ibn Hassan Mpondo. Insha allah mwenyezi Mungu tuyalee kila la kheri. Nadhani tuna mengine ya kuweza kuyaona, lakini kwa pamoja tusimzaa tusimza huyu mwamba kwa dua. Ma'asalam salam fi amanillah.